Sisi kama viongozi wa chama cha ODM tunaunga mkono mazungumzo ambayo inaendelea hivi sasa, mazungumzo ambayo yatupatia coalition na chama cha UDA. Najua tuko na tofauti na viongozi wengine ambao wanataka tufanye kazi bila kuwa na structure. I want to support the position of my party leader Dr. Oburu kuanzisha mazungumzo na Daktari William Samuel Ruto ili ikifika mwaka wa 2027, chama cha ODM kitaungana na chama cha UDA ili tutengeneze serikali ya 2027. We must work together. Mbu, tukiunga Rais William Samuel Ruto in 2027. Itakuwa raisi kwa Mluya kuwa president in 2032. We are very clear with regard to our political direction, na tuko nyuma ya Daktari William Samuel Ruto ili tutengeneze coalition ya UDA na ODM, kwa kumaliza mambo ya kuleta siasa ya ufitina na pia siasa Ambayo itatuweza kupeleka serikali yetu nyuma. We must work together ili tulete uiano. Raila Molo Odinga alikufa akituacha kwa broad-based naye alikuwa na azimio la kuunganisha Wakenya wote.